Naitwa Aloice Bwana, mfiziotherapia kutoka hospitali ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila, kurugenzi za huduma za tiba, idara ya utengamao, kitengo cha fiziotherapia. Leo napenda kuongelea preoperative and post operative physiotherapy. Preoperative physiotherapy ni fiziotherapia kabla upasuaji na postoperative physiotherapy ni fiziotherapia baada ya upasuaji. Tafiti mbalimbali mbali duniani zimeonyesha kwamba mgonjwa anayepitia fiziotherapia e, kabla upasuaji na baadaye fiziotherapia baada ya upasuaji wanakuwa na matokeo mazuri zaidi ukilinganisha na wale ambao wanafanya fiziotherapia baada ya upasuaji tu. Sasa kuna faida nyingi ya fizioterapia kabla ya upasuaji. Mojawapo ni kwamba inaandaa mgonjwa kisaikolojia, kiakili na kupunguza matatizo mengi ambayo yanaweza katokea. Ya pili ni kwamba mgonjwa anaanza fizioterapia mapema, kwa mfano kuimarisha misuli, kuimarisha utendaji kazi wa moyo, kuimarisha viungo kuimarisha mapafu kwa sababu baada ya upasuaji mgonjwa atalazimika kulala kitandani kwa muda maalum. Inategemeana na aina ya upasuaji au kubwa upasuaji utakavyokuwa. Kwa mfano, kuna mwingine anafanyia upasuaji wa moyo, wengine upasuaji ambao unakata kwenye tumbo au kifua. Kwa hiyo upasuaji na mimi utafanya mgonjwa awe na maumivu pia kuwa mwoga lakini akifanyiwa fizioterapia kabla, anaandaliwa kisaikolojia, inafanya inapunguza uoga, inamjenga kisaikolojia, kwa hiyo inafanya ajiandae kwa ajili ya zoezi hilo. La pili, anaendelea kufanya mazoezi. Akifanya mazoezi tiba, inaendelea kuimarisha viungo vyake, misuli, mapafu. Mtu anapolala kitandani, kuna uwezekano wa damu kuganda, na mara nyingi inatokea kwa damu kiganda inaweza ikiganda pale Africa dislodge ikatoka, inaweza ikaenda mpaka kwenye moyo au mapafu ikaleta hatari ambayo tunaita embolism, inaweza ka pulmonary embolism ikienda, okay, au ikasababisha hata mgonjwa kupata cardiac arrest, moyo kusimama. Kwa hiyo ukifanya mazoezi mapema, inazuia hiyo damu kuganda, kuimarisha mapafu na kumwandaa mgonjwa kwa ujumla. Sasa baadaye, baada ya upasuaji sasa mgonjwa anakuja kufanya physiotherapy baada ya upasuaji, kwa sababu ushaandaa mgonjwa wako vizuri, ataelewa kutakuwa na maumivu kidogo au kiasi, ataendeleza mazoezi mengine, na kidonda chochote. Kama mzunguko wa damu ni mkubwa kwenye semaki na kidonda, uponaji ni waraka sana, na ukifanya mazoezi manake unaongeza mzunguko wa damu sehemu yenye kidonda na mwili mzima. Na tafiti nyingi zimeonyesha kwamba physiotherapy baada ya na kabla upasuaji una matokeo mazuri zaidi, kwa tunahimiza sana kufanyika kwa physiotherapy baada ya upasuaji na kabla. Tuna klinik kuanzia Jumatatu juma sambili, mpaka Ijumaa, kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na moja. Alafu Jumamosi, pia tuna kliniki kuanzia saa mbili mpaka saa saba.